Habari ya kutwa wapendwa, natumaini mwendelezo wa madarasa yetu ikawa ni series ya video mia moja ambayo inahusiana na hedhi, au tunaweza kusema siri iliyojificha katika hedhi ni mambo gani ajue kwamba ya ya ni changamoto au watu wengi maarifa kutosha maarifa kutosha sana hedhi zao na wamekuwa na maswali mengi sana kutaka kufahamu hii hali ni ya kawaida au sio hali ya kawaida, ni vitu gani vinatokea pale ambapo mwanamke atakuwa katika hedhi au ambapo anajaribu kuelekea katika hedhi au baada ya kukoma kwa hedhi, ni kitu gani ambacho kinatokea. Sasa, kwa kuwa nasherehekea siku yangu ya kuzaliwa ambayo ni tarehe ishirini na nane mwezi wa 12 elfu mbili elfu mbili leo elfu mbili na ishirini na tano, kwa hiyo nimeamua kutoa zawadi ya madarasa mia au video mia ambazo nitakuwa najibu swali moja ambalo ambao na watu wengi wamekuwa kipitia, na hii idea imetokana na baada ya kufundisha grupu kwa muda usiopungua miezi mitatu, kwa lengo la lakua, la kuwafahamisha watu kuhusu na hedhi zao au kitu ambacho inaweza kuendelea ndani ya mwili wao kuhusu na hedhi. Kwa hiyo na kama miongoni ni basi, ili ni miongoni mwa swali ambao nimeulizwa na wewe unaweza kujifunza na kuweza kupata maana halisi. Swali hilo ni maumivu ya mgongo na hedhi. Je, maumivu ya mgongo wakati wa hedhi kutoka wapi? Yaani watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa sababu mimi nikiumwa mgongo, yaani ikiwa katika hedhi huwa anapata maumivu ya mgongo. Au wengine wamekuwa wakisema napata maumivu ya tumbo. Ugonjwa wa tumbo gani? Anakwambia tumbo la chini? Au mwingine amekuwa akilalamika anahusu, analalamika kuhusiana na matatizo ya kichefuchefu au tunasema anashindwa kupata choo au ana changamoto nyingine yoyote ambayo huwa anamkabili pale ambapo anakuwa katika hedhi. Sasa leo tu, tuende tu, moja kwa moja sehemu ambapo mwanamke anapitia changamoto ya mgongo hii husababisha na, na mfumo wa uzazi huathiri mgongo. Maumivu yanapojitokeza, huwa mara nyingi, huwa mwanamke anahisi eneo la nyonga tu pale kwamba ee anaweza akahisi maumivu au namna mfumo wa uzazi wa mwanamke ulipokuwa, unaweza kukuambia kuwa wewe maumivu yatatokea wapi. Baba Pichu, huu ndio mfumo wa uzazi wa mwanamke ambao anakuwa nao. Na huu mfumo unapatikana katika nyonga ya mwanamke. Kwa oh maana kinachotokea chochote hapa katika nyonga ya mwanamke ni karibu kabisa na mgongo na kuweza kupelekea kuota maumivu. Kwa hiyo mfumo huu ambapo unaweza kuathirika na homoni ya prostaglandin ambayo tumezungumza katika video ya 20 na video 20 na 90, ya 19 ya kueleza ni hatua gani au ni kitu gani ambacho wangepelekea maumivu wakati wa mwanamke basi ni homoni ya prostaglandin ambao anajitokeza kwa kuhusu mikunjo katika mfumo wa uzazi na kuhusu ile ile ambayo imetengenezwa hapa katikati, na kuweza kutoka, basi haya maumivu yanasambaa moja kwa moja na kwenda katika mfumo wa mgongo. Kwa hiyo mikazo kusambaa mpaka mgongoni kwa mwanamke, ndio anahisi maumivu wakati wa hedhi. Lakini mkao mbaya usababisha maumivu, wale ambao mnajishughulisha bado na majukumu au mko katika au mnafanya kazi za kukaa muda mrefu na matatizo mengi ambayo ni sana na ukaja muda mrefu. Kwa hiyo pia anaweza kusababisha mwanamke kaisi maumivu makali wakati wa waezi, hususan mgongoni, lakini pia mazoezi na joto husaidia kupunguza maumivu e, pale ambapo mwanamke atakuwa katika kipindi cha hedhi. Ni maana unapokuwa katika kipindi cha hedhi ukijaribu, wale ambao mnaweka chupa ambayo ni ya maji moto au mnaweka wengine wamekuwa kaeka maji baridi, basi hupunguza maumivu ya viungo na lakini pia mazoezi ya mara kwa mara au mazoezi wakati wa hedhi husaidia kupunguza maumivu wakati wa hedhi, lakini pia maumivu ya mgongo ambao wanawake wengi wamekuwa wakijitokea maumivu ya hedhi hayahusiani au husafiri mpaka moja kwa moja na kwenda sehemu nyingine za mwili, ambao sehemu moja hapo anaathirika na sehemu ya mgongo, ambao mwanamke anapaswa kufahamu. Wewe mtumishi wa afya, wewe mwalimu, wewe mtu yote ambao na ngazi tofauti tofauti, au na cheo tofauti tofauti katika familia lazima ujifunze vitu hivi na kuhakikisha unakuwa salama vitu vyote. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usisahau ku like kushare na kusubscribe, ili kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya, kiwa ni darasa la ishirini na moja weze kufahamisha we hatua za kuchukua. Asante na mpaka wakati mwingine.